Katika hali ya kawaida utaumia tu kwa sababu sisi, tuna timu ni timu ya mpira, tumepambana kufika hapa tulipo, lakini mpaka tunafika kucheza na Yanga Afrika hatua ya nusu finali, tulikuwa tunajua kwamba possibility ya kutolewa ipo na ni kubwa kuliko ni sisi kwenda mbele, kwa sababu ya tofauti ya ubora wa timu hizo mbili. Timu yetu kwenye ubora haiko sawasawa na Yanga Afrika, sisi tuna mapungufu mengi ambayo Africa, Young Africa wao wamekuwa bora. Yanga ni timu ambayo ni list inagombea kikombe, sisi hatugombei kikombe. Tulishasema mwanzo sisi ni timu ambayo uh, nikizungumza kikombe na nazungumza kikombe cha ligi kuu. Kwa hiyo sisi ni timu ambayo tulisema tangu msimu unaanza ni msimu wetu ambao tunatengeneza timu kwa ajili ya msimu ujao, walau tunaweza kuanza kugombea nafasi za juu, kwa sababu msimu uliopita tulicheza playoff. Lakini imeenda, tumefanikiwa kufika hatua ya nusu fainali, tumefungwa na Yanga. Jemedari, wanasema kwamba tuambie, umeliona hilo leo? Watu wote wasiojua mpira ndio ambao hawajui kwamba mpira ni mchezo wa kukamiana. Kama unajua mpira na umewahi kucheza, hata mimi na wewe, wewe ukiweka goli lako kule na mimi naweka goli huku utakamiana utakamia mimi unifunge na mimi utakamia nikufunge wewe, and that is football. Kama hakuna kukamiana then kwayo, kukamiana then mpira hauwezi kupendeza. Kwa hiyo ndio sehemu part and parcel ya football. Kama haukami, kuwa, kama hukamii basi mpira hauwezi kuwa mzuri. what if, kwa kwa kwa kwa hiyo sisi ije timu iwe inafunga goal saba, sababu sababu haikamii. Kwa tunakamia, tunataka kuonyesha ubora, tunatoa quality tuliyokuwa nayo to the level kama timu tunaocheza nayo ni bora zaidi okay, ya sisi wakitushinda tunaondoka. Siwezi sasa kupredict kwa namna timu mbili, kwa sababu mchezo wa Simba na Singida uko tarehe 31 sijui anacheza na nani. nan ukisema anachukua kikombe anacheza na, na timu gani? kwa nini tusisubiri? Mimi nafikiri ni swali la baadaye. Yanga atacheza na, na nani finali? then tunaweza kuzungumza gani. Anaweza kuwa bingwa as it is now, sio rahisi. Kuna tukio leo ambayo limeonekana, uh, likionyesha imani za kishirikina. Pengine wewe kama CEO wa timu uh, tukio kama lile umelichukua utasira gani? Nimesikia, sijaliona lakini, kuna matukio yanapas, yanapa, yanapaswa kuwa addressed kwenye media kama hivi na kuna matukio ambayo yanapaswa kuwa addressed ndani kwenye kufanya kazi sio so kila kitu ambacho tutachukulia hatua huko ndani kitakuja public, sawa. So, halafu kwa nafasi yangu, mimi hizo sio shughuli zangu. kama kuna shughuli ya tukio la ulozi au lingine lolote, waliofanya wanafanya on my behalf. kwa so, mimi ndani huko nitachukua action ipi, it's not necessary ili nije niseme public. Uh, nafikiri na nishashauri na sana tushazungumza sana, hilo jambo tushaandika sana monotonous, tuzungumze tusha kitu kingine hicho, tushazungumza sana sana, sana. sana. Kama amna sasa, hiyo tena level yangu mimi imeshavuka, kwa sababu nishasema sana na nishatoa nishaandika sana, nafikiri hiyo sasa levo nyingine tena siwezi kuendelea kuzungumza hicho kitu. hey, hey, hey, hey. Jemadari yeah, ukitazama JKT Tanzania mm -hmm. kwenye eneo la goalkeeping, eneo la ulinzi, eneo la kiungo, unaonekana wako bora sana na maeneo ya pembeni, lakini katika eneo la kushambulia ni kama vile timu inakosa makali. Labda wewe ukiwa kama CEO, unafikiri kwamba ni kweli timu yako haina makali katika eneo la kushambulia? Ni jambo la ukweli, sisi ni miongoni mwa timu zilizofunga magoli machache kabisa namshambuliaji wetu anayeongoza kufunga mabao na magoli sita tu, timu ambayo inashika nafasi ya sita kwenye ligi na scorer na mtu afungkeknyesha aa e, hiyo inaonyesha kiasi gani sisi sio wazuri kwenye kufunga. Lakini pia sisi ni ya timu nzuri ambazo zinazuia vizuri kabisa, tunashika nafasi ya nne au ya tatu kwenye statistics, kama timu ambayo imeconcede magoli machache goli 28. Sawa, lakini kwanza nikubali kwamba uh, tulipata tatizo kidogo, tulimsajili Martin, tulimsajili Charles Lancia na ambaye aliumia mechi ya kwanza kabisa ya msimu ameingia akapata majeraha tukadhani ni madogo, akafanyiwa Uh, matibabu skani ikaonyesha anataka operation. Afanyiwa operation, then, msimu kwake ukawa umeisha. Tukabaki na watu ambao tulikuwa tunaamini kwamba lazima tubaki nao kwa sababu uh, tusingelazimika kuwavutia mikataba ingekosti pesa nyingi. Lakini tumefanya scouting, sisi siku zote tunafanya scouting kwenye ligi tunayocheza na ligi za chini yetu. So unamwona Maneno, unamwona Salum, Salum Gado, unamwona Nangu, watu wanaona kwenye ligi kwa mara ya kwanza sababu project zetu kubwa zilikuwa mbili. Ya kwanza ilikuwa coaching staff na no doubt, yeye mnaweza kuwa mashahidi na wewe, timu yetu inavyocheza, maana yake coaching staff iko barabara kabisa. Sasa tunaamini wao watakuwa sehemu ya kutusaidia sisi kwa maeneo mengine, kwa sababu mimi siyo, lakini mimi pia ni mtu wa fundi, mimi ni kocha, nasaidia pia inapobidi kwa tutakuja na watu ambao watatatua tatizo letu la kufunga msimu ujao. Ndio maana tulisema msimu huu pase tunatengeneza timu ambayo, uh, msimu ujao tutakuwa na base kuanzia hapo kwenda juu. Kwa eneo la ushambuliaji tutalifanyia kazi na tumeliona. Thank you very much.